Karibu sana rafiki yangu kwenye safari ya kubadilisha maisha yako kupitia tabia ndogo lakini zenye nguvu. Leo tunaangalia sura ya nane ya kitabu Atomic Habits kilichoandikwa na James Clear. Sura muhimu sana inayotufundisha kuhusu kuunda mazingira yanayokuwezesha kufanikisha malengo yako. Umeshawahi kushangaa kwa nini ni rahisi sana kurudia tabia mbaya au kwa nini unapanga kufanya kitu kizuri lakini unashindwa kila wakati? James Clear anafundisha kwamba mazingira yako yana nguvu kubwa kuliko unavyodhani. Sehemu ya kwanza, kuelewa nguvu ya mazingira. James Clear anaeleza kwamba watu wengi wanashindwa kubadilisha tabia zao kwa sababu wanajaribu kubadilisha tabia huku wakibaki katika mazingira yale yale. Mfano, kama unaweka soda kwenye friji lako kila siku, hutashangaa ukijikuta unaikunywa mara kwa mara. Au kama unakaa sebuleni ukiwa umezungukwa na vitu vinavyokuchochea kula vitafunwa, utashindwa kupunguza ulaji. Hii inamaanisha mazingira yako yanaweza kusukuma tabia zako bila hata wewe kujua. Mazingira yanaweza kukupeleka kwenye mafanikio au kushindwa bila kukusudia. Sehemu ya pili, kutumia mazingira kama silaha ya mafanikio. James Clear anatupa mbinu muhimu sana: badilisha mazingira ili tabia njema ziwe rahisi na tabia mbaya ziwe ngumu. Mfano rahisi: kama unataka kuanza kusoma vitabu zaidi, acha kitabu juu ya meza ya chumba chako au sebuleni, mahali unapoona kila siku. Kama unataka kufanya mazoezi, andaa mavazi ya mazoezi tayari usiku kabla hujalala. Kama unataka kunywa maji zaidi, weka chupa ya maji mezani badala ya soda. Kadri mazingira yanavyokupa ishara wazi, tabia njema zinakuwa rahisi. Sehemu ya tatu, dhahiri na rahisi. James anasema mfumbo wako wa tabia unategemea ishara, cues kutoka mazingira. Hii inamaanisha ukifanya tabia unazotaka ziwe dhahiri visible, unajiweka kwenye nafasi ya kushinda. Ukizificha tabia mbaya, unajiokoa kuzirudia. Mfano mwingine, kama unataka kula matunda yaweke mezani badala ya kuyaficha kwenye jokofau kama unataka kupunguza muda wa TV weka remote mbali na mkono wako. Sehemu ya nne. Fanya tabia mbaya ziwe ngumu, sio tu kufanya tabia njema rahisi, bali pia kufanya tabia mbaya zisipatikane kwa urahisi. Mfano, futa apps zinazokupotezea muda kwenye simu, usinunue vyakula vya sukari nyingi, weka password ngumu kwenye mitandao unayopoteza muda. Kadri unavyozifinya tabia mbaya kuwa ngumu kuzifikia, ndivyo unavyopata nafasi ya kubaki na tabia nzuri. Sehemu ya tano. Usikimbilie nguvu ya nia pekee. James Clear anatukumusha kwamba nia peke yake haitoshi. Unaweza kuwa na nguvu ya kujizuia leo, lakini kesho ukashindwa. Mazingira mazuri yanaweza kusaidia pale ambapo nguvu ya nia inashindwa. Kwa mfano, ukiwa na lusani bora nyumbani, hata ukichoka, bado utakula vizuri. Ukiwa na vitabu mezani, hata ukiwa na uvivu, utavichukua kirahisi. Kumbuka, Usibadilishe tu tabia, badilisha mazingira yako. Mazingira mazuri ni kama rafiki mwema anayekushika mkono unapojaribu kubadilika. Tabia njema zinakuwa rahisi, tabia mbaya zinakuwa ngumu. Hapo ndipo nguvu ya Atomic Habits inapofanya kazi kweli. Asante kwa kusikiliza. Ikiwa unapenda mfululizo huu, hakikisha una bofya like, kushare ili tuendelee kukuletea uchambuzi zaidi wa kitabu hiki cha Atomic Habits na vitabu vingine vya maendeleo binafsi.